Jamila alijua shida tangu utoto wake. Alizaliwa katika familia ya maskini, lakini wazazi wake walijitahidi kumlea kwa upendo na matumaini. Wazazi wake ingawa maskini, walijitahidi kumhudumia yeye na kaka yake mdogo Jamali. Walikuwa wakiishi katika nyumba ndogo ya tofali ya matope pembezoni mwa kijiji, ambapo upepo mara nyingi ulivuma kupitia mapengo ya kuta na paa lililovuja wakati wa msimu wa mvua. Licha ya shida zao Jamila alikuwa mtoto mrembo mwenye matumaini, akiwa na ndoto kubwa zaidi ya kijiji kidogo alichoishi. Alisaidia mama yake shambani, baba yake shambani, na kusoma kila alipopata nafasi, akitumia vitabu vya zamani vilivyokuwa vimepitishwa na marafiki wa kaka yake. Utoto wake ulikuwa umejaa kujitolea, lakini pia uliwasha moto ndani yake. Aliapa kuwa siku moja angeweza kutoroka umaskini ulioikamata familia yake. Alijitahidi sana shuleni akifanya vizuri licha ya vikwazo vingi vilivyokuwa mbele yake. Muda ulipita na kazi ngumu ya Jamila ililipa, alipewa ufadhili wa masomo kwenda kuchuo kikuu jijini, na ingawa familia yake haikuweza kumtumia chochote fahari ya wazazi wake iliziba pengo hilo. Kwa mara ya kwanza maishani mwake Jamila alijisikia kama mzigo wa dunia umepungua kana kwamba alikuwa akitembea angani. Lakini hata katika kijiji hata katika jiji lenye shughuli nyingi, ambapo mitaa ilijaa fursa, shida za Jamila hazikuwahi kumalizika. Alikamilisha digrii yake na kupata kazi kama msaidizi ofisini katika kampuni ndogo. Haikuwa kazi ilivyokuwa akiitamani, lakini alilipa vya kutosha kumsaidia kutuma pesa nyumbani na kuendelea kuwasaidia familia yake. Jamal kaka yake alifanya kazi kama fundi mashine na kusaidia kadri alivyoweza, lakini maisha yao yalionekana kudumaa. Haijalishi walijitahidi vipi, hakuweza kutoka katika vifungo vya asili yao maskini. Jamila alikuwa na alianza kuwa na wasiwasi kuhusu maisha yake ya baadaye. Alitamani kuwa na mtu wa kuishi naye maisha, lakini mara tu wapendao walipojua kuhusu familia yao maskini, waligeuka stigma ya umaskini ilimshikilia kama kivuli, na Jamila aliangalia watu wenye mali na hadhi wakimwacha, wakimwazia mu kuwa hafai kwa ndoa inayohitaji heshima. Moyo wake ulijaa huzuni kila alipoona majibu haya, na maumivu ya kutengwa yalianza kumshika. Siku moja jioni alipokuwa kila chakula cha jioni na familia yake, barua ilifika. Mama yake alifungua mikono yake ikitetemeka, na uso wake uka, uka, ukawa na huzuni alipokuwa akisoma kwa sauti. "Ni ombi la ndoa," alisema kwa sauti ya kutetemeka, kutoka kwa mwanaume ambaye aitwaye Badi. anataka kukuoa Jamila. Jamila aliguswa na moyo wake, akitazama wazazi wake akiwa na wasiwasi wasi na mashaka Mwanaume huyu ni nani? Jamila aliuliza. Mama yake alieleza kuwa Badi alikuwa ni mtu ambaye maarufu katika kijiji, aliyeheshimiwa na kila mtu kwa huruma yake na ukarimu wake. Alikuwa akiwasaidia maskini na kutoa sehemu kubwa ya mali zake kwa misaada. Lakini kulikuwa na jambo moja ambalo Jamila hakuweza kupuuza. Badi alikuwa na umri wa miaka sitini na tano, karibu mara mbili ya umri wake. Jamila alijawa na hofu. Wazo la kuolewa na mwanaume aliyezeeka sana lilionekana kuwa hali ya kutisha. Moyo wake ulizidi kuzama alipokuwa akielezwa na wazazi wake kwamba ingawa walikuwa na wasiwasi, walikuwa hawana budi ila kukubali ombi hilo. tunahitaji fedha Jamila baba yake alisema, sauti yake ikiwa dhaifu. nimegundulika kuwa na ugonjwa hatari na hatuna fedha za matibabu hii ndio nafasi yetu pekee. Dunia ya Jamila ilivunjika. Wakati huo afya ya baba yake ilikuwa inazorota, na hakukuwa na chochote alichoweza kufanya kuhusu hilo. Ukweli wa hali yao ulijumuika kwa haraka. Aliishi maisha yote akijitahidi kutoroka umaskini huu, na sasa kwa lazima alilazimika kuolewa na mwanaume asiyejivunia ili kuokoa familia yake. Kwa moyo mzito alikubali ndoa hiyo. Siku ya harusi ilifika na Jamila alijivika mavazi ya harusi rahisi, uso wake ukiwa na huzuni. Alitembea mpaka mbele ya madhabahu, macho yake yakielekea ya chini, bila kutaka kutazama mwanaume mzee aliyekuwa akimngojea. Alipofika mbele, Badi alimtabasamia kwa upole, uso wake wa makunyanzi na mwili dhaifu ukimfanya Jamila kuhisi uchungu sherehe ya harusi ilikuwa haraka na kabla hajajua alikuwa ameolewa. Hakuweza kuondoa hisia za hofu zilizoshikilia kifua chake. Alihisi kama kipande cha nguo kilichohamishwa, kilicho kilichozungukwa na michezo aliokuwa hajakubali kucheza. Usiku wa harusi, walipofika katika nyumba kubwa waliokuwa wanaishi sasa wali wakiishi na badi, jambo la ajabu lilitokea. Nyumba ilikuwa kama jumba la mahali Jamila alijua kuwa hali kuwepo kuta zilikuwa zimepambwa na sanaa nzuri, sakafu ziliangazwa kwa marumaru na kulikuwa na, na vyumba vilivyojaa samani za kifahari alizoziona tu kwenye filamu. Lakini alipofika kwenye sebule alitupa macho yake kwa mshtuko. Badi, mwanaume mzee aliyemwoa alikuwa amesimama karibu na jiko akionekana mdogo zaidi kuliko alivyokuwa dakika chache zilizopita. Ngozi yake ilikunjamana ilikuwa laini, nywele zake zilirudi kuwa nene na zagiza, na macho yake yalikuwa yaking'aa kwa ujana. Jamila alishindwa kuamini alichokuwa akiona. Alikuwa anaota? Alikuwa akichekwa? badi aliuliza kwa sauti ya kutetemeka, akiona macho yake yanasemaji, ya nini nini hiki kinaendelea? Mwanaume huyo, hapana, kijana huyo alitabasamu kwa upole. Sijawa na miaka sitini na tano, Jamila, alisema sauti yake ikiwa laini na yenye kina. Jina langu halisi ni Faizan. Mimi nina miaka thelathini, lakini nilitumia kemikali maalum inayoniwezesha kuonekana mzee. Nimekuwa nikitumia hii kwa miaka mingi kuficha umri wangu halisi. Mdomo wa Jamila ulibaki wazi kwa kushangaa aliyoona mwanaume aliyebadilika sura yake kwa kemikali zisizoeleweka. Alihisi hisia za mchanganyiko za mshangao, kuchanganyikiwa na kudanganywa, lakini jambo fulani machoni mwa Faizan lilimwambia kuwa kulikuwa na zaidi ya hadithi hii. Najua hili linakuja kwa mshituko, Faizani aliendelea, lakini nilitaka kuhakikisha kuwa nilipokuomba ndoa itakuwa ni kwa sababu ya tabia yangu, sio kwa sura yangu au mali yangu. Sikutaka uwe na mvuto kwangu kwa sababu ya mwonekano wangu, bali kwa mtu niliye ndani. Naelewa ikiwa unakasirika au kuumia, lakini nakuhakikishia nitakutendea kwa heshima na upendo. Jamila alisimama pale, moyo wake ukienda kasi, dunia yake ilikuwa imerudi kinyume na hakuwa na uhakika jinsi ya kupokea hayo maajabu. Alikubali kuolewa na mwanaume mzee kwa ajili ya familia yake, lakini sasa alikuwa ameolewa na mwanaume mdogo mzuri kuliko alivyowahi kufikiria. Ukweli ulimshangaza na kushindwa kuzungumza chochote. Faizani aliendelea kuzungumza, sura ya kizee niliyokuwa nayo ni ya babu yangu, aliniachia wosia kabla ya kuaga dunia na niliamua kuitimiza. Sijui kama utakuwa na kumbukumbu vizuri. Je, unakumbuka umewahi kumsaidia mzee mmoja akiwa dukani kununua kitu fulani, lakini hakuwa na pesa ya kutosha na ukajitolea kumlipia bidhaa zake? Huyo babu basi alikuwa ni babu yangu, alinihii ni kutafute na kufunga ndoa na wewe, kwa kuwa ulimwonyesha ukarimu bila hata kumfahamu. Nilisita kwa kuwa sikuwa najua tabia yako, wengi walinipenda kwa kuwa nilikuwa tajiri, lakini hawakuwa na upendo wa kweli, na ndio maana niliamua kubadili sura yangu na kuwa mzee na kutaka kutimiza wasia wa babu yangu. Jamila alikumbuka, alisimama pale, moyo wake ukienda kasi. Dunia yake ilikuwa imerudi kinyume, na hakukuwa na jinsi, uhakika jinsi ya kufanya. Nayo alikubali kuolewa na mwanaume mzee kwa ajili ya familia yake, lakini sasa alikuwa ameolewa na mwanaume mdogo mzuri kuliko alivyowahi kufikiria. Ukweli ulimshangaza na kumtia wasiwasi. Usiku huo, Faizani alimwongoza kupitia jumba la kifahari, alimwonyesha vyumba vilivyojaa samani za kifahari, sanaa nzuri na maktaba iliyojaa vitabu alivyovijua tu kwa ndoto. Nataka uwe na faraja hapa, alisema, hii nyumba ni yako sasa, na nataka kusaidia kutimiza ndoto zako, ndoto zako za maisha bora kwako na kwa familia yako. Tutahakikisha baba yako anapata matibabu anayohitaji. Nina mali za kutosha kulipa kila kitu, na anataka kufanya hivyo. Jamila, wewe sio tu chombo cha kuoa kuokoa familia yangu, wewe ni mke wangu wa, na nataka kusaidia kwa kila njia. Moyo wa Jamila ulikuwa ukiruka kwa kasi, lakini laki, laki, wakati Faizani alivyosema hivyo, alijua kwamba maisha yake yalikuwa yamegeuka kwa mwelekeo mpya wenye matumaini. Usiku huo Jamila alilala katika chumba kilichokuwa na utajiri wa ajabu, lakini hakikuwa kifahari cha nyumba kilichomfariji, kilikuwa ni ukweli wa maisha mapya aliyokuwa nayo. Aliishi katika nyumba nzuri zaidi kuliko kuliko alivyowahi kufikiria, lakini kile kilichokuwa kinamfariji zaidi ni ukweli kwamba alikuwa na mume ambaye alikuwa na nia kumsaidia kufikia malengo yake na kuboresha maisha ya familia yake. Siku zilizofuata zilijaa furaha, ukuaji na kujenga uhusiano wa kweli kati ya Jamila na Faizan. baba yake Jamila alipokea matibabu aliyohitaji na hali yake ilianza kuboreka, na mzigo wa kifedha uliokuwa juu ya mabega ya Jamila ulianza kupungua polepole. Jamila alianza kugundua kuwa maisha yake ambayo yalijaa shida sasa yalijaa fursa. Kwa muda Jamila na Faizan walikuwa karibu zaidi, si tu kama mume na mke, bali kama washirika wa kweli. Walishirikiana ndoto, matumaini na hofu zao. Jamila alijifunza kwamba mabadiliko makubwa maishani mara nyingi huja kupitia njia zisizo za kawaida. Kwa kumsaidia baba yake kupata matibabu, Faizan alionyesha kuwa alikuwa ni mtu wa kweli na alijali kwa dhati. Alikuwa mume mzuri na alijitahidi kuhakikisha kuwa Jamila alikuwa na furaha na amani katika familia yao mpya. Jamila alijua kuwa hakuwa tena yule msichana maskini kutoka kijijini, bali alikuwa mwanamke aliyejaa matumaini, upendo na mafanikio. Aliweza kufika malengo yake, na sasa alikuwa na familia ya kumjali, nyumba nzuri na mume ambaye aliyemheshimu na kumthamini. Muda ulivyokuwa ukisonga, Jamila aliona kuwa maisha ya furaha hayahitaji tu mali na utajiri wa nje. Hata hivyo, alijua kuwa uhusiano wa kweli, upendo wa dhati na msaada wa kifedha kutoka kwa Faizan vilikuwa vimesaidia kubadilisha maisha yake. Aliishi katika nyumba ambayo iliwakilisha mafanikio yake ya kweli, mafanikio ya ndani ambayo yalikuja kwa kumsaidia wengine na kujenga familia yenye upendo. Maisha ya Jamila ambayo yaliyojaa mashaka na uzuni mwanzoni, sasa yalikuwa na furaha na matumaini. Alijivunia kujua kwamba aliweza kujenga maisha bora kwa ajili yake na familia yake. Alikuwa amefanikiwa kwa kushirikiana na mume wake Faizan, ambaye alionyesha kuwa upendo wa kweli hauwezi kutumika kama kificho cha umri au mali, bali kama chombo cha kumsaidia mtu mwingine kufikia furaha. Kwa hivyo Jamila alijua kuwa Safari yake ilikuwa imeanza kwa matumaini na ilimalizika kwa furaha, kwa furaha kubwa aliweza kufika kile kilichokuwa akikitafuta upendo, usaidizi na maisha bora kwa familia yake, na sasa aliishi maisha ya furaha na mafanikio ya kweli akiwa na mume ambaye alijali na kumthamini. Hadithi ya Jamila ilikuwa ni hadithi ya matumaini, mabadiliko na kuwa na ujasiri wa kupambana na hali yoyote ya maisha. Kama umefika mpaka mwisho wa hadithi hii, asante sana kwa kutazama video hii. Basi tukutane katika video zijazo na hadithi nyingi nzuri za kufundisha na kuburudisha. Asanteni sana kwa kusikiliza video hii na msi, msiache kusubscribe kwenye hii channel pamoja na kushare na watu wengine, ili nao waweze kutazama video zetu. Asanteni na kwaherini.